Uko karibu na mkoa wenye bandari. Ukienda chini huko, unakutana na bandari ya Dar es Salaam, ukienda huku kaskazini, unakutana na bandari ya Tanga. Tumeelewana. Kwa hiyo mkoa wa Morogoro ndio mkoa wa kimkakati wa kuwa na viwanda kwa ajili ya urahisi wa usafirishaji wa bidhaa na uingizaji wa malighafi, na ilishajaribiwa nchi hii. Morogoro ilijaa viwanda, viwanda vikafa. Tutarudisha heshima ya mkoa wa Morogoro, sera yangu ya viwanda. Mkoa wa Morogoro, jiandaeni kula neema ya sera yangu ya viwanda, kwa sababu moja ya mikoa ya kimkakati ni mkoa wa Morogoro. Tutajenga viwanda Morogoro. Jambo la tatu na la mwisho, hii mambo ya miundombinu hii, hii mambo ya barabara, mambo ya nini ya barabara, niwaambie leo, tunajonga barabara ya lami. Kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa kwenda ofisini kwake, tunajenga barabara kutoka mkuu wa mkoa nyumbani kwake kwenda kijiwe anachopiga moja moto moja baridi, hizo kuna lami. Lakini maeneo yenye uzalishaji nchi hii, ndiyo maeneo yanayoongoza kwa kuwa na miundo mbinu mibovu. Barabara zinazokuja Mlimba kwenye kilimo ni mbovu, na Tanzania yote, sio hapa tu. Ninazunguka nchi yote maeneo yenye kuzalisha yenye uzalishaji barabara ndiyo mbovu. Kupanga ni kuchagua. Sera yangu ya miundombinu ya barabara barabara zinazopaswa kujengwa kwanza kupewa kipaumbele ni zile zinazokwenda kwenye maeneo ya uzalishaji kama Kirombero na Mlimba, tengeneza lami. Lami itakayokuja Mlimba, lami itakayokuja Mlimba itasaidia kusafirisha mazao kwenda viwandani yatapunguza gharama ya mazao. E, ukiwa na ukiwa na mpunga wako hapa au mahindi yako unataka uyatoe uyapeleke tu Ifakara, hapo mwenye fuso anakupigia breki zitakavyochakaa, matairi yatakavyochakaa, springi zitakavyochakaa, bodi litakavyolegea, kwa sababu barabara ni nini? Ni mbovu. Barabara ikiwa nzima, tutasafirisha mazao yetu kwa bei ya hii tutapeleka Ifakara, tutauza kwa bei ya juu, tutarudi na simenti na mabati, tujenge nyumba, na bodaboda kumpa kijana aendeshe apate utajiri wake. Uongo, uongo ndugu zangu. Aa, barabara hii wala msiwe na shida na milioni iie, bilioni mia moja na sitini na saba, kwa sababu zile zitaletwa na nitaziongeza ili barabara hii itokezake Kilombero Ifakara ipite hapa iende mpaka Njombe, ipite Lupembe huko. Huo wote ni ukanda wa kilimo, lakini hauna barabara. Barabara anatengenezeana watu kwenda saluni, haiwezekani. Tunaacha barabara za kuleta mbolea, barabara za kusafirisha mazao kupeleka viwandani na sokoni. Hiyo sio sera. Sera yangu, sera yangu, kipaumbele cha kwanza cha barabara za lami ni maeneo yenye uzalishaji kama Mlimba kwao. Nawaomba mniamini.